Naam, na Ropai Online TV. Karibu kwenye kipindi cha hadithi na historia za Ropai Online TV. Leo nakuletea historia fupi ya Tanganyika. Kwanzia kabla ya uhuru hadi uhuru ambao ulipatikana 1961 na na. Kabla ya ukoloni, kabla ya mwaka 1880, Tanganyika kulikuwa na makabila mengi ya Kiafrika kama Wachaga, Wanyamwezi, Wasukuma, Wamasai na wengine wengi. Kulikuwa na biashara za ndani na nje, hasa biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na biashara ya watumwa. Waarabu kutoka pwani na Afrika ya mashariki walifanya biashara kubwa kupitia pwani ya Zanzibari na Bagamoyo. Ukoloni wa Wajerumani, mwaka 1885 hadi 1919. Mwaka 1885 Wajerumani walianza kutawala Tanganyika, Jermani East Africa. Walitawala kwa nguvu na ukandamizaji mkubwa, kodi kubwa, kazi za kulazimishwa. Kulikuwa na mapambano ya wazawa, maarufu zaidi vita ya Majimaji mwaka 1905 hadi mwaka 1907. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia 1914 hadi 1918 Wajerumani walishindwa vita ile, na utawala wa Uingereza 1919 hadi 1961. Mwaka 1919 Tanganyika ilikabidhiwa kwa Uingereza chini ya Umoja wa Mataifa League of Nations. Waingereza waliendeleza elimu ya kikoloni, kilimo cha mazao ya biashara kama kahawa, pamba na chai. Waafrika walibaguliwa katika elimu, ajira na uongozi. Na hizi ni harakati za kupigania uhuru. Mwaka 1954 chama cha TANU Tanganyika african National Union kilianzishwa rasmi. Kiongozi mkuu alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. TANU ilipigania uhuru, usawa, kujitawala kwa Waafrika. Mapambano yalikuwa ya amani, si ya vita kama ilivyokuwa ya Majimaji. Kupata uhuru: Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Desemba 1961. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza 1961. Pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akawa rais wa kwanza 1962. Tanganyika ikawa nchi huru kutoka kwa Uingereza na hii ni historia fupi. Baada ya uhuru Tanganyika ikawa jamhuri 1964, iliungana na Zanzibari. Utawala wa masulutani wa Omani ulianzishwa mwaka 1840 mpaka mwaka 1890. Sultani Said Said alihamisha makao makuu yake kutokea Omani kwenda Zanzibari, ndipo alipoanzisha mashamba ya karafuu biashara kubwa ya watumwa. Waarabu walitawala, waafrika wengi wakakandamizwa. Ukoloni wa Uingereza 1890 hadi 1963. 1890 Zanzibari ikawa nchi lindwa ya Uingereza. Sultani aliendelea kuwepo lakini bila mamlaka kamili. Kulikuwa na ubaguzi wa kijamii na kisiasa tofauti za rangi wa Arabu wa Hindi na wa Afrika. Harakati za kupigania huru ndipo zilipoanza. Vyama vya siasa vilianzishwa Zanzibar, ASP Afro-Shirazi Party, ZNP, Zanzibar National Party. Kulikuwa na mvutano wa kisiasa na kikabila. Uchaguzi ulikuwa na migogoro mikubwa sana. Kupata uhuru kwa Zanzibari. Zanzibari ilipata uhuru tarehe 10 Desemba 1963. Iliendelea kuwa katika utawala wa Sultani Jamshid bin Abdul. Serikali iliongozwa na ZNP na ZPPP. Mapinduzi ya Zanzibari tarehe 12 Januari 1964, yaliyoongozwa na John Okello kupitia chama cha ASP chini ya Abedi Amani Karume. Sultani aliondolewa madarakani. Zanzibari ikawa Jamhuri ya Watu wa Zanzibari na Pemba. Abedi Amani Karume akawa rais wa kwanza. Muungano wa Tanganyika tarehe 26 Aprili 1964 Zanzibari na Tanganyika kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karume akawa makamu wa rais na Nyerere akawa rais wa muungano. Na hiyo ndiyo stori fupi ya Tanganyika na Zanzibari kuanzia na kabla ya muungano. Stori hii imeandaliwa na mimi Robert Kaswiza na kusomwa nami. Jukumu lako ni moja tu, usisahau kusubscribe, ku like, share na comment Ropai Online TV kwa habari nzuri na taarifa kama hizi, lakini usiache kutangaza nasi Ropai Online TV kwa matangazo mazuri ya kibiashara. Nikwambie paka mpaka wakati mwingine. Mwisho wa kipindi chetu ndio mwanzo wa kipindi kingine. Usisahau kusubscribe, ku like, share na comment Ropai Online TV asante.